CCM oye! Karatu oye! Karatu mko tayari kwa uchaguzi? wangapi wanasema wako tayari? Oktoba! Oktoba! Tunatiki, tunatiki, tunatiki! CCM oye! Mheshimiwa mgombea wa urais Daktari Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Daktari Asha Rose Migiro, waheshimiwa wajumbe wa kamati kuu mlioko hapa, Mheshimiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Arusha, waheshimiwa viongozi wote, itifaki imezingatiwa. Asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristu. horo horo, Karatu aiya gandi. Wangapi wamemwona? Wangapi watampa kura Samia? Aye ndugu mgombea, nachukua nafasi hii kukukaribisha wilayani kwetu Karatu. Karatu lango la utalii, nakukaribisha sana wewe pamoja na msafara wako wote. Karibu sana pia. Nachukua fursa hii kukupongeza kwa dhati kuaminiwa na chama chetu, Chama cha Mapinduzi, kupewa ridhaa ya kupeperusha bendera kwa nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hongera sana Daktari Samia Suluhu Hassan. Niliyesimama hapa naitwa Cecilia Daniel Pareso, mbunge mstaafu, mkoa wa Arusha. Najua wengi walinifahamu kwa kufanya siasa zangu upande wa pili. Sasa siasa zangu nazifanya ndani ya chama cha mapinduzi. Ninawashukuru kwa kunipokea. Nawashukuru kwa kunipokea na kunikaribisha. Maamuzi haya ya kujiunga na Chama cha Mapinduzi yamechochewa na kazi kubwa na uongozi imara na thabiti wako wewe, Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuwatumikia Watanzania. CCM oye, Samia safi. Lakini nikushukuru sana Mheshimiwa mwenyekiti. Pamoja na wajumbe wote wa kamati kuu kwa kuwa nilikuwa miongoni mwa watiania wa nafasi ya ubunge katika jimbo hili la Karatu, kura hazikutosha lakini nawashukuru sana. Nawashukuru wajumbe wote ambao tulishiriki katika mchakato na hatimaye chama kikatuletea Daniel Awaki katika jimbo hili la Karatu. Wajumbe oye! Ndugu zangu wajumbe, kwa mshikamano ule ule wakati wa kura za maoni, tuende na mshikamano ule ule sasa kuzitafuta kura za ushindi wa Chama cha Mapinduzi, tukianza na Daktari Samia Suluhu Hassan, mbunge wetu Daniel Awaki pamoja na madiwani wote wa Chama cha Mapinduzi CCM oye. Ndugu wananchi, kama ambavyo tunafahamu malengo makuu ya chama chochote cha siasa ni kushiriki uchaguzi ili kuweza kushika dola. Lakini inapotokea chama cha siasa kinasusa na kuingia mitini chama hicho hakifai. Karatu tupo. Tunazima zote. Tunazima zote. Sote tunatambua. Nchi yetu ni ya nchi inayofuata mfumo wa vyama vingi na nchi ya kidemokrasia. Ndiyo maana leo katika uchaguzi mkuu tunashuhudia vyama kumi na nane vineshiriki uchaguzi na Chama cha Mapinduzi kimejiandaa ipasavyo kushinda kwa kuwa imetuletea wagombea wenye sifa na wenye uwezo. CCM oye! Kwenye nafasi ya urais chama kimetuletea Daktari Samia Suluhu Hassan, nafasi ya ubunge tumeletewa ndugu Daniel Awaki pamoja na madiwani katika kata zote za wilaya ya Karatu. Ndugu zangu wananchi, kwa nini tumchague Daktari Samia Suluhu Hassan? Daktari Samia Suluhu Hassan ni kiongozi mbunifu, jasiri, mwenye uwezo mwenye kuunganisha watu ambaye anatetea na kuweka maslahi wa Tanzania mbele. Lakini kama haitoshi, daktari Samia Suluhu Hassan anaingia kwenye historia ya Tanzania, jina lake litaandikwa kwa wino wa dhahabu. Kwa nini nasema haya? Daktari Samia Suluhu Hassan, kwanza amekuwa makamu wa kwa rais mwanamke toka tumepata uhuru. Jambo la pili, Daktari Samia Suluhu Hassan amekuwa rais wa kwanza mwanamke. Kama mnavyokumbuka, taifa letu lilipata msiba wa kuondokewa na rais aliyekuwa madarakani hayati Magufuli, ndipo kwa mujibu wa katiba Daktari Samia Suluhu Hassan akawa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Jambo la tatu, kwa nini historia itamkumbuka na kumtambua? Ameenda kuwa mwenyekiti wa kwanza wa Chama cha Mapinduzi mwanamke. Jambo la nne, amekuwa rais wa kwanza mwanamke katika jumuiya ya Afrika Mashariki. Jambo la tano Daktari Samia Suluhu Hassan sasa ni mgombea wa kwanza mwanamke anayetokana na Chama cha Mapinduzi ambaye chama kimemleta mbele yetu ili sasa apigiwe kura na Watanzania wote awe rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu, wana Karatu, tujitokeze siku ya tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi, tukaiandike historia hii na tukaithibitishe historia hii ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Na huyu ndiye Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye tunamhitaji kwa miaka mitano ijayo. Samia oye. Katika kipindi chake cha uongozi wa miaka minne, Daktari Samia Suluhu Hassan ameweka jitihada kubwa na za dhati kutuletea maendeleo katika sekta mbalimbali mbali. Kama mnavyokumbuka katika moja ya hotuba za Hayati Baba wa Taifa, alituambia taifa letu linakabiliwa na maadui wakubwa watatu ambao ni ujinga, maradhi na umaskini. Tumeshuhudia katika nyakati mbalimbali mbali za uongozi wa nchi hii jitihada zimeelekezwa katika mapambano ya kukabiliana na maadui hawa. Hata hivyo, chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan tumeshuhudia akiweka jitihada kubwa zaidi kupambana na maadui hawa. Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya nini katika kupambana na adui ujinga? Kwanza, kwa kutambua elimu ni sehemu ya kutokomeza ujinga, daktari Samia Suluhu Hassan katika kipindi cha miaka minne amejenga shule za msingi kutoka shule elfu 16 656 tulizokuwa nazo hadi kufika shule elfu 19 783 nchi nzima. Amejenga shule za sekondari kutoka shule elfu tano na moja hadi kufikia shule elfu tano mia tisa ishirini na sita nchi nzima. Amejenga vio vya ufundi maarufu kama VETA sitini na tisa nchi nzima. Kaongeza bajeti ya mikopo ya elimu ya juu kutoka shilingi bilioni mia nne sitini na nne hadi kufikia shilingi bilioni mia saba themanini na sita Kaongeza idadi ya wanafunzi wanaonufaika na mikopo ya elimu ya juu kutoka wanafunzi laki moja arobaini na mbili mia moja sabini kufikia wanafunzi laki mbili 45799. Kaongeza pesa ya mkopo wa wanafunzi maarufu bum kutoka shilingi elfu nane mia tano hadi shilingi elfu kumi. Lakini pia ameendelea kutoa elimu bila malipo katika kipindi chake cha miaka minne huyu. Huyu ndiyo Daktari Samia Suluhu Hassan tunayemhitaji kwa miaka mitano katika kupambana na maradhi. Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutambua afya ndiyo msingi wa taifa bora, amejenga na kuboresha miundombinu ya utoaji wa huduma za afya. Ametumia kiasi cha shilingi trilioni 1.5 kwenye sekta ya afya. Amefanya nini? Daktari Samia Suluhu Hassan amejenga vituo vya kutolea huduma za afya kutoka vituo 8466 hadi vituo 9734 na, na sisi wananchi wa Karatu ni wanufaika kwa sababu tumepata hospitali ya wilaya chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Amepunguza vifo vinavyotokana na uzazi kutoka vifo laki, vifo mia tano hamsini na sita hadi kufikia vifo mia moja katika vizazi hai laki moja ameongeza upatikanaji wa vifaa vifaa tiba pamoja na dawa kutoka asilimia sabini na tano pointi sita hadi kufikia asilimia themanini na tisa 3. Huyu ndiyo Daktari Samia Suluhu Hassan tunayemhitaji kwa miaka mitano katika kupambana na umaskini, akitambua kwamba watanzania wengi sisi tu wakulima. Ameweka bajeti ya kutosha kwenye sekta ya kilimo, ameweza kutumia kiasi cha shilingi trilioni 1.2 kwenye sekta ya kilimo katika kuimarisha kilimo amefanya nini katika sekta ya kilimo? Daktari Samia Suluhu Hassan ameendelea kutoa mbolea ya ruzuku, ambaye na sisi wananchi wa Karatu ni wanufaika, ameendelea kutoa mbegu za ruzuku, lakini ameendelea kuboresha skimu za umwagiliaji, kujenga mabwawa ya umwagiliaji na mambo mengine mengi katika sekta ya kilimo huyu ndiyo Daktari Samia Suluhu Hassan tunayemhitaji kwa miaka mitano. CCM oye! Katika kupambana na umaskini, Daktari Samia Suluhu Hassan katika kipindi cha miaka minne akiwa madarakani ameweza kuongeza ajira zilizo rasmi na zisizo rasmi kufikia ajira milioni nane lakini pia ametoa mikopo isiyokuwa na riba kwa makundi mbalimbali mbali, ndani ya nchi yetu. Katika kundi la wanawake ametoa kiasi cha mikopo ya shilingi bilioni 99.5. Kwenye kundi la walemavu Daktari Samia Suluhu Hassan ametoa mikopo ya kiasi cha shilingi bilioni 45. Kama haitoshi kwenye kundi la vijana ametoa kiasi cha mikopo ya shilingi bilioni tisini na sita pointi tatu. Huyu ndiyo Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye Tanzania inamuhitaji kwa miaka mitano ijayo. Daktari Samia Suluhu Hassan, tunakuomba endelea kuweka nguvu kupambana na maadui hawa wakubwa wa nchi wetu, kama ambavyo baba wa taifa alituambia hao maadui wengine wanaopiga piga kelele kwenye mitandao, mama, tuachie sisi, wewe songa mbele na Watanzania. Kazi yetu, kazi yetu sisi wana CCM ni kuendelea kusema ukweli wakati wowote uwe na cheo au usiwe na cheo. Sio unapokosa cheo unaanza nongwa, haiwezekani. Daktari Samia Suluhu Hassan kwa unyenyekevu, kwa kuwa nilihudumu hapa kama mbunge wa viti maalum na kwa kuwa baadhi ya changamoto zimetajwa, na mimi naomba niseme machache kama maombi yetu kwako. Jambo la kwanza, tunakabiliwa na hatari kubwa ya wanyama wakali na waharibifu ambao wanatoka katika hifadhi ya Ngorongoro pamoja na hifadhi ya Manyara tunatambua jitihada zipo zinaendelea, na tuna imani changamoto hii itaenda kukoma. Jambo la pili, Karatu ni mji wa kitalii, jambo ambalo limevutia wawekezaji wengi na wakubwa kuwekeza katika hoteli za kitalii na kuwafanya wawekezaji hawa kuingia katika kundi la walipa kodi wakubwa hapa. Mama, tunakuomba tupatiwe mkoa wa kikodi ili walipa kodi hao wakubwa wasiende kulipa kodi zao Arusha na Dar es Salaam kama ambavyo inafanyika sasa. Ndugu zangu wananchi wa Karatu, naomba niwaombe mambo matatu. Kwanza, naomba tuendelee kutafuta kura za ushindi za kishindo na za heshima kwa Chama cha Mapinduzi. Naomba tutafute kura za Daktari Samia Suluhu Hassan, mgombea wetu wa nafasi ya urais, tutafute kura za mbunge wetu Daniel Awaki, na tutafute kura za madiwani wote wa Chama cha Mapinduzi. Jambo la pili, naomba tujitokeze kwa wingi siku ya tarehe ishirini na tisa tukapige kura. Jambo la tatu tuende vituoni tukapige kura kwa usahihi. Ninatambua na sote tunafahamu tunapoingia katika vituo vya kupigia kura, unapewa karatasi tatu. Ya kwanza, karatasi ya raisi, utachukua, utaona picha ya daktari Samia Suluhu Hassan utaona jina lake, utaona alama ya Chama cha Mapinduzi, jembe na nyundo, utaona kiboksi, utaweka tiki hapo, utakuwa umepiga kura kwa usahihi. Utapewa kura ya mbunge. CCM oyee! Utapewa kura ya mbunge, utaona picha yake, jina lake, alama ya Chama cha Mapinduzi, kiboksi pembeni utaweka tiki hapo, utakuwa umepiga kura kwa usahihi. Vivyo hivyo kwa madiwani, utapewa kura ya madiwani, karatasi ya kura ya madiwani. Utaona picha za wagombea wetu, utaona majina yao, alama ya chama cha mapinduzi. Utaona kiboksi, utaweka alama ya tiki hapo, utakuwa umepiga kura yako kwa usahihi. Ndwananchi, kura yako maendeleo yako, kura yako uhakika wa upatikanaji wa huduma muhimu za kijamii, kura yako ndiyo itaamua hatma ya e maisha yako kwa miaka mitano. Ndugu zangu wananchi, kwa mshikamano wa nchi yetu ni Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa amani na utulivu ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa mustakabali bora wa kizazi chetu na kizazi kijacho ni Daktari Samia Suluhu Hassan. CCM oye! Kidumu Chama cha Mapinduzi! Nawashukuru sana kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ambariki Daktari Samia Suluhu Hassan. Asanteni sana. Wanakaratu hoye! Dkt. Samia hoye!